This one can find... Wahenga walisema elimu ni ufunguo wa maisha. Hii ni kauli ambayo imekuwa ikitumika kuhimiza watu umuhimu wa kuwa na elimu kwa maisha bora ya baadaye. Lakini ili mtu afurahie elimu, ni lazima pia mazingira yawe rafiki kumwezesha kupata elimu husika. Hata hivyo msemo huu kwa msichana Neema Magwanile Bakari mwenye ulemavu wa viungo anayesoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya wasichana Kakonko mkoani Kigoma nchini Tanzania ni ndoto iliyowaka na iko hatarini kuzima kutokana na kusoma katika mazingira magumu na yasiyo rafiki kwa maumbile yake. Mimi ningependa unisaidie baskeli na vifaa vya darasani. Hmm. Unapata changamoto gani hasa shuleni hapa, shule ya ya sekondari Kakonko wasichana? Changamoto ya baskeli. Changamoto ya baskeli na vifaa na vifaa vya darasani na michango. Neema alisoma na kumaliza elimu ya msingi kwa shinikizo lake mwenyewe katika shule ya msingi Kasuga baada ya kuona wazazi wake wakiwapeleka shule wadogo zake na wakubwa zake huku yeye akisalia nyumbani. Msisitizo wake wa kutaka kusoma ulipelekea wazazi kulazimika kumsomesha na alifaulu darasa la saba japo kwa kazi kweli kweli, na kwenda kidato cha kwanza katika shule ya kata isiyo na mabweni wala miundombinu ya watu wenye ulemavu, shule ya Shuhudia inayounganisha vijiji kadhaa vya kata ya Kasuga na kijiji cha Nyakayenzi. Wazazi wa Neema wanaoishi katika kijiji cha Kasuga kilichopo umbali wa zaidi ya kilomita 25 hadi kufika shule ya sekondari ya wasichana Kakonko walishakata tamaa juu ya elimu ya mtoto wao, lakini Neema akasema kusoma kwake ni lazima na si hiari yao akapata msaada wa kuhama kutoka kijiji cha Kasuga na shule ya sekondari Shuhudia na kwenda shule ya wasichana Kakonko ambayo angalau ilionekana yenye mazingira rafiki, lakini hali halisi ni tofauti. Mazingira ya shule yalikuwa siyo rafiki. Ikabidi apelekwe kwenye shule ambayo ina mazingira ambayo yako rafiki. Walipomfikisha pale Nimehangaika mpaka dakika hii, nimekimbia huku na kule kwa ajili mtoto aweze kupata misaada, lakini ilishindikana. Anabaki nyumbani, tunamkuta. Tumeenda shambani, tunamkuta analia, anataka aende shule, anataka aende shule. Kumbe sisi uwezo tulikuwa hatuna wa kutafuta kibaisikeli chake, uwezo ndo ukatukosa. Mjomba wake akaamua afanye juu chini, atafuta kibaisikeli awe anaenda shuleni. Usomaji na ujifunzaji wa Neema unahitaji umakini na msaada wa watu wengine. Awapo darasani, huendelea kukalia kiti mwendo kisichomwezesha kuandika. Licha ya kuketi katika nafasi ya mbele, anahitaji usaidizi na muda wa kutosha. Hawezi kushindana na wengine katika masomo wala hawezi kucheza na wengine, kwa kuwa si shule yenye watu wengine wenye ulemavu. Kati ya watoto zaidi ya mia mbili ni yeye pekee mwenye ulemavu wa viungo. Walimu wanaomfundisha wanamwonea huruma, wanaamini anaweza kufanya vizuri akipatiwa msaada zaidi ya kiutu, kijamii na kitaaluma. Mwalimu Vedasto Majinali na mwalimu Victoria Mushi ndio walimu wanaoshuhudia maisha ya Neema darasani na katika mazingira ya shule. Na yeye um, ni miongoni mwanafunzi wanafunzi aliofaulu na wamefanya vizuri mtihani wa kitaifa uliopita, kidato cha pili A, akiwa hapa mahali hapa anaendelea ana vizuri. Kila wakati lazima awe na mtu wa kumsaidia kusukuma toroli lake au ile kile kiti chake, lakini pia mwanafunzi huyo darasani, kwa sababu ya, ya, ya uh, uhitaji wake anakaa kiti cha mbele kabisa. Tuko na huyu binti Neema Magwanile, ni binti ambayo tunampa ushirikiano wa hali ya juu kuanzia kwa walimu mpaka kwa wanafunzi wenzii tunafanya ushauri kati kwa uh, mambo mbalimbali jinsi ya kuishi naye licha ya kufanya vizuri darasani. Mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Kakonko Anatolia Ngabo anasema shule hiyo si rafiki kwa Neema kutokana na mazingira yake. Kama taasisi, ni kwamba mwanafunzi huyu yupo katika shule ya kawaida, lakini yana mahitaji maalum kwa kimsingi. Ni kwamba jinsi tunavyoweza kumuhendo kidogo ni ngumu kwa sababu hatuna miundo mbinu au niseme hatuna watu ambao wameajiriwa maalum kwa ajili ya kumsaidia. Lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hivi ndivyo wanavyosema wahenga na kuigwa na Queen Francis ambaye alikuwa ni mmoja wa wasichana aliyekuwa akimsaidia Neema shuleni, lakini akaona anaporomoka kimasomo kutokana na muda mwingi wa kumsaidia Neema, na hivyo akampa kisogo. Anamsaidia kwa mambo mengi katika kumfulia nguo, anapouma namhudumia, kumsukuma na mambo mengine aliyokuwa anahitaji, kumfatia chakula. Katika kumsaidia kwake, nimemsaidia kwa vingi. Kwa mambo mengi sana, lakini kuna changamoto nilipitia, okay. Changamoto ya kwanza kwa ni na nikaab yeye, kicho nifanya nishinde kujisomea vizuri. Na wazazi wa Neema wanaangukia serikali kumwangalia Neema katika jicho la kipekee, kwani hali yao ya kimaisha ni ya pangu pakavu zaidi ni hiyo michango, yaani gunia moja la mahindi, debe tatu za maharage, mpunga uliokubolewa debe moja na kopo tano na elfu sabini na tano za hela. Yaani serikali kama inanisikia, kwa kweli hilo watusaidie kabisa. Kila binadamu ana haki ya kutimiza ndoto yake. Je, wewe ungekuwa ni Neema au mzazi wa Neema, ungefanya nini kuhakikisha Neema anatimiza ndoto yake? Bila shaka kuna la kutafakari. Mimi ni Prosper Laurent kuigize